Yesu aliondoka duniani akiwa bado ni kijana. Alikuwa na miaka 33 tu, lakini jina lake linavyovuma sasa utadhani kaondoka jana tu, kumbe ni zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Halafu alipiga kazi kwa miaka mitatu tu na alitembea sehemu chache sana duniani, lakini impakti yake imegonga kila kona ya dunia, hadi kisiwa na mkubali na wakati hakukanyaga huko. Yesu alitengeneza brand inayoishi milele. Kila siku wafuasi wake wanaongezeka. Ni kweli duniani wamepata kuwepo watu wengi mashuhuri kama akina Farao, Socrates, Plato, Alexander the Great, Aristotle na Newton, lakini bado hawajavunja rekodi ya Bwana Yesu. Yesu ni brand kubwa. Watu wanakula na kunywa kupitia brandi ya Yesu, wengine wanasomesha na kumiliki vitu vya thamani kwa sababu ya brandi ya Yesu, wengine wamezunguka dunia nzima kwa sababu ya huyu mwamba Vitabu vyenye mafundisho ya Yesu ndiyo vinaongoza kuuza kuliko vitabu vyote duniani. Jina lake linazidi kukua kila siku badala ya kufifia, japo ni miaka kibao imepita tangu aondoke. Hivi, umeshajiuliza utakumbukwa kwa lipi? Sio mtu unagonga miaka 60, halafu jambo kubwa ulilofanya kwenye jamii ni kuacha watoto wengi kwa mama tofauti tofauti, ambao hawajui thamani yako kama baba. Pengine wanajuta kuzaliwa na wewe, akina Bontu Safa. Ulikuja duniani kulewa ufe au ulikuja ili uwe nuru kwa wenzio? Yesu alifanya makubwa akiwa mdogo tu, kisha akafa angali mdogo. Usisubiri kuzeeka ndipo uanze kufanya. Usisahau kutufuatilia kwa mengi zaidi, Swahili Time, Dunia Darubini.